Dube kafunga Chamazi. Ah, nimelia sana. Ah, sana. Dube <laughs> kafunga <ga> <laughs> <laughs>

Dube kafunga. Ah, sijaamini. Mwandishi mstake inaumiza. Asante. Dube kafunga cha mazi. Dube kafunga cha mazi. Ah, sasa nimelia sana